Ili tusije kurudia tena kujenga kambi wakati tunajenga vipande hivi viwili. Kwa hiyo hicho hicho iyo hiyo, hiyo kambi ndio inatumika kukamilisha hii barabara ambayo itakuma imebaki. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu, naomba kuwasilishwa maelezo haya. Sasa tukaribishe katika eneo la TRA ambapo tutapokea taarifa ya kutoa ardhi kupanua mipaka pamoja na ujenzi wa jengo la forodha. Karibu sana, aliandaliwa karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hii ni mamlaka ya mapato Tanzania ambayo tumekasimiwa kukusanya pesa za serikali. Um, nitoe kidogo kabla ya kuelezea um, utoaji wa ardhi pale Tarakea Mamlaka ya Mapato Tanzania tuna shukurani kubwa sana kwanza kwa wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro, kwa sababu katika kipindi cha miaka miwili tumekuwa tukivuka malengo kwa asilimia kubwa. Nichukulie mfano mwaka jana, lengo letu lilikuwa bilioni 301 lakini tumefanikiwa kukusanya bilioni na hiyo mchango mkubwa unatokana na vituo vyetu vya forodha ambavyo vinafanya vizuri, nikianzia na Holili nikija Tarakea na tuna mpaka wetu pale airport ya Kia, ambapo tunafanya vizuri kote. Changamoto iliyokuepo ni kwamba kituo chetu cha Tarakea, eneo ni finyu na majengo yamekuwa ya kizamani, ndio iliyotulazimu kufikia ile hatua ya kusema tupanue na kukifaa, kuki upgrade kiwe kituo cha tunaita uh, uh, custom uh, one stop center, ambayo sasa itatusaidia. Lower road inatengenezwa, mimi hapo nilishindwa kupiga kigeregere kwa maana ya kwamba lower road ikishatengenezwa wale waingizaji wa mizigo itawasaidia kusafirisha mizigo yao kwa urahisi, tumewaingiza Rombo. Kwa hiyo ikitengenezwa hii lower road itatusaidia sana na kuongeza mapato, na ni kuahidi tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuko tayari na tutawahudumia wananchi kwa ufanisi, kwa ufanisi mkubwa na mapato yataongezeka. Hilo nafanya commitment lakini hili swala la taarifa ya utoaji wa land pale Tarakea mchakato wake ulianza mwaka 2023 2024, ambapo ndo wazo likaja kwamba eneo letu ni dogo. Sasa tutafanyaje? Tukajaribu kujisikwizi na eneo lili, lile, lile dogo, lakini tukaona kuna miundombinu mingine ambao washauri wetu kutoka TANROADS wakanawaambia huwa kuna ring road ikakosekana tukasema sasa tupanue eneo. Taratibu zikaanza, wapima wathaminishaji wakafanya shughuli yao, na huyo uthaminishaji ulishakamilika. Sasa hivi tuko katika hatua ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kupitia sasa huo upimaji. Kwa hiyo kuna timu imetumwa na kamishna mkuu, itashirikiana na uh, kamishna wa ardhi hapa mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya kuhakiki sasa kwamba hapa tumeambiwa kuna nyumba kumi. Je, siko kumi hapa kuna miti. Je, miti iko ishirini iko thelathini? Na ukubwa wa eneo ambao tunanuia kulitwaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, lina ukubwa wa takribani ekari 11 ambazo ni square mita 45,224 na wa na wanufaika wa fidia hizo wako 42 kwa mujibu taarifa ambayo tulipewa na wathamini. Kwa hiyo likishakamilika hilo zoezi la, la, la, la, la, la, la uhakiki. Mamlaka ya mapato iko tayari kulipa wananchi. Mheshimiwa Waziri <coughs> Mkuu, asante sana na karibu sana. Labda niongeze kwamba hii custom ya Tarakea sasa hivi msongamano ni mkubwa kiasi kwamba kuna wakati magari yanapanga mstari na tulipiga picha tukawapelekea, yanafika paka mji mdogo wa Tarakea kwa sababu sisi upande wetu hatuwezi ha, kufanya kazi masaa ishirini na nne. Kenya washapanua wanafanya kazi masaa ishirini na nne na mimi naomba na nikupe shukrani za pekee. Ulimtuma wakati ukiwa waziri wetu wa fedha, naibu wako Mheshimiwa Chande, na alikuja pale aliangalia naye mwenyewe akasema kwa kweli tusipopanua hapa tunapoteza sana fedha. Hivi vyanzo vitatu vya fedha vilivyotajwa hapa vikubwa viwili viko Rombo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Holili iko Rombo ambayo inafanya kazi masaa ishirini na manne tayari na Tarakea iko Rombo. Na kote kuna aina fulani ya biashara. Huku kwetu makaa mawe yanapita magari mengi sana, na ndio chanzo vile vile cha kutaka lower road, kwa sababu kule juu barabara inaanza kupasuka kwa sababu ya mzigo ambao wanaenda kwa kazi hii ulianzisha mheshimiwa waziri mkuu, ukiwa waziri wetu wa fedha. Tunafurahi umekuja na safari ya matumaini ili kazi yenyewe ikamilike. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa nasaha zako, na sasa tukukaribishe katika eneo la mwisho ambapo ni katika eneo la shule ya sekondari, taarifa ya shule ya sekondari Mwalimu Stefano Moshi Technical, na ninaomba ni nimkaribishe mkurugenzi mtendaji aweze kukaribisha na kuweza kumpa injinia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu kwenye ujenzi wa shule yetu ya Steven Moshi. Shule imeweza kupokea shilingi bilioni moja pointi sita tukiwa tunatekeleza jengo la utawala, tuna ofisi mbili za walimu, tuna madarasa nane, tuna nyumba ya mwalimu, tuna bwaro, tuna karakana na tuna mabweni ya wanafunzi wetu wa kike mawili na wa kiume wawili, lakini tuna vyoo vya vinane lakini pili, tuna matenki ya kuhifadhia maji. Tunashukuru serikali kwa kuletea fedha hizi. Naomba nimkaribishe injinia ili aweze kukuelekeza kila jengo na hatua yake. Naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naitwa Mhandisi Luisi Sunga, ni mhandisi wa halmashauri ya wilaya ya Rombo lakini ni injinia msimamizi wa ujenzi wa shule ya Mwalimu Stefan Moshi Amali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujenzi wa shule ya Mwalimu Stefan Moshi, tulipokea shilingi bilioni 1.6 kwa mwaka wa fedha 2024 2025, kwa ajili ya kujenga jengo la utawala, kujenga madarasa nane na ofisi mbili mabweni mawili ya wanawake na mabweni mawili ya wanaume pamoja na karakana moja ya magari na jengo la, la bwalo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikupitishe katika ramani ya ujenzi wa shule ya Amali Rombo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shule hii ya Amali Rombo ina jumla ya ekari kumi na sita lakini kwa kufata ma maelekezo kutoka Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI lakini kushirikiana na wahandisi wa wilaya ya Rombo na mkoa pia tuliweza kutengeneza ramani kulingana na maeneo yetu ya ekari kumi na sita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiingia katika eneo la juu la, la shule yetu kutakuwa na parking ya magari, lakini mbele yake tuna jengo la utawala. Kulia kuna madarasa manne na ofisi moja kushoto vile vile kuna madarasa manne na ofisi moja, lakini ukisogea mbele yake tuna jengo la karakana, lakini kwa nyuma tuna mabweni matatu, lakini nyuma ya mabweni kwa umbali kama wa, kilo wa mita hamsini, tutakuwa na nyumba za, za walimu vile vile. Ukija upande wa pili tuna sehemu ya bwalo, lakini nyuma ya mabwalo tutakuwa na mabweni matatu ya wasichana lakini nyuma ya mabweni mita hamsini, tutakuwa na nyumba za walimu vilevile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna viwanja vya michezo ambayo tume tumeandaa kiwanja cha netball kwa ajili ya wanawake, lakini tumeandaa volleyball, lakini vile vile tumeandaa kiwanja kwa ajili ya mpira wa miguu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na picha hii ya hapa mbele inaonyesha hali halisi ya mradi kabla hatujaanza utekelezaji wake, lakini picha hii ya chini inaonyesha hatua mpaka sasa tuliofikia utekelezaji wa shule hii ya amali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna baadhi ya picha mbalimbali zinaonyesha hali halisi ya kipindi cha utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunategemea kukamilisha shule hii ya amali tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu karibu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu karibu sana kwenye mradi wetu huu wa Moshi Technical School. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye eneo la elimu ndani ya nchi yetu anatekeleza miradi mikubwa minane ya elimu msingi pamoja na sekondari. Upande wa elimu ya sekondari, mradi mkubwa tulionao ni mradi wa SEQUIP, mradi ambao Mheshimiwa Rais anajenga shule za sekondari zaidi ya elfu moja kwenye kata zisizokuwa na shule za sekondari za kata na maeneo ya kimkakati. Lakini si tu hivyo, amejenga shule za sayansi maalum kwa wasichana, shule moja kwa kila mkoa, kwa mikoa yote ishirini na sita. Lakini kwenye mradi huo pia ndo tunaukuta mradi huu ambapo anajenga shule za amali na kwa kweli karibia zote ziko mwishoni kukamilika, shule mia moja na tatu nchi nzima kama ilivyo hii unavyoiona. Katika hizo shule mia moja na tatu nchi nzima, shule za amali ziko shule ishirini na tisa maalum kwa ajili ya mkondwa wa sayansi wa kihandisi wa kiufundi ikiwemo shule hii ya Mwalimu Stephen Moshi Technical kwenye mkoa huu wa Kilimanjaro, Mheshimiwa Rais ameleta bilioni mia mbili na sitini na sita na kwenye shule hii ipo bilioni moja nukta sita ambayo ndio mkurugenzi ameelezea imefanya kazi hizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu eh, nitumie jukwaa hili kuwafahamisha Watanzania, maendeleo ni mchakato. Hatuwezi kuanza vitu vyote vikakamilika kwa mara moja. Mheshimiwa Rais ameweka fedha nyingi kwenye mradi huo wa Sequip, karibia trilioni moja nukta tatu. Ni fedha nyingi sana kuanzisha ujenzi wa miundombinu hii awamu inayofuata Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kukamilisha baadhi ya miundombinu ambayo haijakamilika, lakini na kupeleka vifaa. Hata mahala hapa hivi sasa tumeshawapokea wanafunzi, kwa sababu majengo mengi yameshakamilika, lakini tutakapoleta vifaa, shule hii itaanza kuoperate kama shule ya amali. Maana nilipata hoja hapa kutoka kwa Mheshimiwa mbunge kwamba wazazi wanahoji mbona watoto wameletwa na ufundi haujaanza ni kwamba tumeshakamilisha nchi nzima ujenzi wa miundombinu kwenye shule zote mia moja na tatu na hatua inayofuata ni hatua ya vifaa. Mheshimiwa Waziri Mkuu naomba nikukaribishe sana. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyopata jana briefing ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, moja ya ombi lao kubwa kama mkoa ni kupata idhini kutoka sisi TAMISEMI kuwaruhusu, kutokea sasa maendelezo ya majengo yao kwenye miundombinu mbalimbali mbali, yawe ni ya kighorofa. Jambo hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu lina implication ya kibajeti, kwayo sisi TAMISEMI tunapanga kulifikisha kwa ajili ya, ya mapokeo yenu viongozi wetu wako, unaweza ukaona kama a lakini bajeti ya kuja kubomoa ambacho lishakigeni ili sasa muda ule naupandisha hiyo mikubwa zaidi, kama i nadhani ikamilisheni mchakato huo na ushauri huo, ili uamuzi uweze kufanyika kwa, kwa Kilimanjaro shanajiji mengine kariua gumo wa kwanza kubadilisha. Kwa nini kwenye majengo? Umeona mabweni ya wanafunzi karibu na nyumba za walimu. Kwa nini usingeweka nyumba za walimu pande moja na wanafunzi pande moja? tadi ndiyo, waziri, waziri. Ndiyo. Ndio, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio, Mheshimiwa Waziri Mkuu.

Mtazamaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa akitoa ushauri wa eneo ambalo ameona haliko sawa kwenye mradi huu wa aina yake wa shule ya sekondari ya amali ya yeah, Mwalimu Stephen Moshi ambapo ameshauri kwenye eneo la ujenzi wa mabweni kwamba yapo sambamba kabisa na nyumba za walimu yani, zinaanza yanaanza mabweni halafu nyumba za walimu zipo nyuma ya mabweni, jambo ambalo ameona si sahihi sana, kwa sababu mwingiliano wa walimu na wanafunzi hasa nyakati ambazo sio nzuri ama haitarajiwi inaweza kuleta madhara hapo baadaye. Hivyo ameelekeza kama inawezekana basi liangaliwe hilo upya. Lakini mhandisi anayetekeleza mradi huu amepokea ushauri huo, akisema kwa sasa wamejenga nyumba moja tu ambayo ni ya matron, hivyo kwenye ujenzi wa mabweni mengine anaofuata watazingatia hilo, ili kuepusha huo sumbufu ambao unaweza ukatokea hapo baadaye. Na sasa, baada ya kuwa wameweka jua la msingi katika ujenzi wa mradi huu wa shule ya sekondari ya mali ya mwalimu Stephen Moshi, waziri mkuu anaenda kupanda mti wa kumbukumbu kumbu katika eneo hili la mradi huu wa shule hii ambapo kama ilivyoelezwa umegharimu magharama yake ni shilingi bilioni moja milioni mia nane sitini na mbili. Fedha ambazo eh, zimepokelewa mpaka hivi sasa ni shilingi bilioni moja na milioni mia sita, ambazo zimetumika kwa ajili ya ujenzi eh, wa shule mpya ya sekondari hii ya mwalimu Stephen Moshi teknik a ma shule ya ufundi ya mwalimu Stephen Moshi na ambapo eh, fedha hizo tolewa zilizotolewa mpaka hivi sasa ni kwamba fedha hizo bilioni moja na milioni mia sita zilizotolewa zimefanikisha ujenzi wa madarasa nane pamoja na ofisi mbili eh, lakini chumba kimoja cha tehama, maabara ya kemia na biolojia, mabweni manne ya wasichana na wavulana, lakini vilevile vile bwalo moja, karakana moja ya magari matundu nane vyoo vya wasichana pamoja na wavulana na kichomea taka. Vilevile kuna kisima cha maji cha ardhini. Jengo la utawala limejengwa vilevile katika mradi huu. Sanjari na jengo la utawala kuna nyumba moja ya mtumishi ambaye ndio huyo matron kama ilivyoelezwa. Vilevile eh, shule hii imeelezwa eh, kwamba ujenzi wa shule hii mpaka hivi sasa upo katika hatua mbalimbali mbali, kama uh, ilivyoelezwa hapo, hayo madarasa ambayo nimeyataja na sasa Waziri Mkuu anakuja katika eneo ambalo limeandaliwa ambako atazungumza na wananchi katika mradi huu wa shule hii ya Stehen Moshi, ambapo wakazi waliojitokeza kwenye mradi huu wanapata wasaa wa kusalimiana na Waziri Mkuu ambaye sasa amewasili katika eneo hili. Ni kualike ufuatilie matangazo haya hadi tamati. Karibu sana kwa niaba, timu nzima inayokuletea matangazo haya. Jina langu ni Asher Thomas, uwe nasi hadi tamati. Kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Kazi na utu tunasonga mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana katika mkutano huu wa wananchi wa Rombo ambao kimsingi wamekusubiri tangu alfajiri mapema kwa ajili ya kuja kufanya tukio la kuzungumza nao.